Tunapoendelea na sheria na taratibu ya jinsi ya kufungua jicho la tatu basi tunakuja katika kipengele cha tatu cha sheria na taratibu ambacho huwa kinazungumzia kwamba mtu unatakiwa kuamini uzoefu wako. Tunapoendelea katika sheria na taratibu za jicho la tatu, basi katika kipengele hichi cha tatu huwa tunaangalia sheria na taratibu ya tatu ambayo huwa ni kuamini uzoefu wako katika zoezi zima la kufungua jicho la tatu. Ni uzoefu gani huu tunaozungumzia? Basi hapa fahamu ya kwamba kuachana na sheria na taratibu mbili ambazo tumeshaziangalia awali, ambazo tumeziangalia tayari, kwamba ya kwanza ilikuwa usilazimishe na ya pili ikawa usiunde picha, basi ya tatu fahamu ya kwamba ni hii ambayo inakwambia kwamba unatakiwa kuamini uzoefu wako. Basi elewa moja kwa moja kwamba hii ni moja ya sheria muhimu sana katika sheria na taratibu tisa za kufungua jicho la tatu ambapo baada ya hizi tulisema tutaangalia katika safari yetu ya kufungua jicho la tatu, jinsi ya kulifungua kwa usahihi zaidi bila kukwama wala kukosea kwa kufuata taratibu kumi na nne ambazo zijazo baada ya video hizi. Hivyo kama hujaangalia sheria ya kwanza na ya pili, basi rejea kwenye description ya video hii, kisha utarudi kuendelea na sheria hii ya tatu. Ukiendelea na sheria hii ya tatu, basi muda mwingine ni vizuri kama ikiwa mtu huna kitu cha kuamini basi vile vile tunatarajia kuwa hakuna cha kukipinga kiki kutokea. Ina maana katika vile unavyokuwa unaendelea na hili zoezi la kufungua jicho la tatu basi tunatarajia kwamba ni mtu ambaye wewe, mara ya kwanza, zile sheria na taratibu za kwanza tayari zimesha kuambia kwamba hauna haja ya kuamini chochote. Zile sheria mbili za kwanza ukizijumlisha, ndio maana yake inakuja hivyo. Basi vile vile tutatarajia kwamba hakuna pinga kile kitakachokutokea. Baada ya hapo ndio maana tunasema kwamba katika sheria ya tatu ya jinsi ya kufungua jicho la tatu ni kwamba unatakiwa uamini kile unachokipitia, yani ule uzoefu wako unaopitia unatakiwa uamini. Na ile ni kutokana na kwamba unapokuwa unafanya mazoezi haya ya kufungua jicho la tatu ni kwamba hakuna chochote unachokitengeneza kwenye akili yako wala fikra yako kama zilivyosema sheria na taratibu za kwanza. Basi usije kupoteza muda wako kwa kuhofia kuhusu kile unachokiona ya kwamba ni kweli unaona kile unachokiona au ni mawazo yako? Mwenyewe unatakiwa uamini uzoefu wako unaopitia katika maono yako, na kisha hakikisha unaendelea na mazoezi haya kulingana na taratibu zile zile za kuondosha utenganifu wa pumba na mchele kwenye akili yako. Basi vile unavyoendelea kufanya mazoezi haya, basi ndivyo ambavyo utazidi kuona na kufunguka zaidi uelewa wako, utambuzi wa maono na kwako kwa itakuja kuwa wepesi, hata katika uhalisia wake wa kuweza kuuelewa. Unatakiwa kuamini kuwa kile unachokiona ni maono, kwa maana huja kama picha za moshi, awali niishawahi kuambia hivyo. hivo huo moshi unakuwa ni wenye kusubiri akili ya yako kuumba picha, hivyo rejea kwenye sheria mbili za awali ambazo zinakataza kuchunguza tenganisha picha. Unatakiwa uache mambo ya kufungukia yenyewe, tunaongelea kuhusiana na maono ya jicho la tatu kisha. Baada ya hapo, video ijayo hivi karibuni, tutaangalia sheria na taratibu ambayo ni kifungu cha nne, ambayo yenyewe haikutaki kuchambua picha ya yale ambayo yanaendelea katika uzoefu wako, nayo tutaielezea kwa kirefu sana, ikiwa ni pamoja na jambo la muhimu zaidi katika zoezi hili. Kwa hivyo basi, kama unataka kufuatilia sheria na taratibu ikiwa ni pamoja na mazoezi ambayo ni ya sahihi zaidi katika kufungua jicho la tatu na kutenganisha uongo wa watu wengi wanaoweka mitandaoni kuhusiana na jicho la tatu, basi subscribe katika channel hii ya Rakims Spiritual kuweza kupata kitu ambacho kiko clear na cha uwazi zaidi, na kisha baada ya hapo wewe mwenyewe utahukumu kwamba ukweli kwa wapi na pumba ziko wapi. Usisahau kusubscribe ku like comment na kushare kush vilevile katika channel hii kuweza kujifunza mambo mengi ya kiroho zaidi.